ili kuhakikisha kwamba kina mahali pa kuanzia, nimeamua kwamba tutawakabidhi chuo cha TANESCO Morogoro mjini. Sauti yenye mamlaka ikianzisha safari ya kupeleka nuru katika mkoa wa Morogoro, ilikuwa kituo cha kueneza weledi, umahiri na uadilifu kuhudumia jamii ya Tanzania na duniani kote kwa kuanza na wanafunzi 159, vitivo viwili vilivyobeba jumla ya kozi tatu, Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro kilianza safari ya kutoa huduma ya kitaaluma kwa umma wa Kitanzania. Tunawashukuru Waislamu uh, wengi uh, wamejitolea katika kipindi chote hiki kutusaidia Mwenyezi, uh, Mungu awazidishie. Kwa hakika umefanya jambo la heri na umekiwezesha chuo mpaka hapa tulipofika. Napenda kumshukuru Rais Benjamin William Mkapa na viongozi wa MDF kwa juhudi zao za pamoja ziliowezesha kuwepo kwa chuo hiki. Sasa ni miaka ishirini tangu kuanza kwa safari ya chuo hiki, idadi ya wahitimu ikiongezeka kutoka wahitimu 159 wa awali na kufikia wahitimu 15678 mwaka 2024. Chuo hichi kinaweza kutoa product ambazo zinakwenda ku, yani, kushindana katika soko la kitaifa na kimataifa, na, na mfano mmoja ni mimi ambaye sasa hivi nafanya katika taasisi ya kimataifa. Kwa hiyo wajiamini wajitume zaidi wafanye bidii, lakini pia wamtangulize Mungu mbele ili waweze kufikia mafanikio yao. Nashukuru misingi ambayo Muslim University of Morogoro iliyonijenga ndiyo ilionipa hamasa ya kuweza kujiendeleza kimasomo. Chuo chetu cha Muslim University of Morogoro kilianzishwa miaka 20 iliyopita, kwa hiyo tuna nia ya kufanya sherehe kwa kutekeleza mambo kadhaa tamaa yetu ni kwamba Mheshimiwa Rais wetu atakuja mwezi huo wa sita, na tutashiriki naye katika sherehe hizi. Vile vile, matayarisho yetu ni kwamba viongozi wa dini akiwemo Mufti wa Tanzania, vile vile tutamwalika vile na atakuwepo pale siku hiyo. Vile vile, kuhitimisha jambo lenyewe, tunaungana nawe, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kusheherekea miaka ishirini ya safari yetu tukiwa na hali nguvu na shauku ya kusonga mbele kutanua huduma zetu za kitaaluma. Kwa niaba ya wanajumuiya wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, nachukua fursa hii kukukaribisha sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sherehe za kutimiza miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chuo chetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais, karibu sana, mama, katika chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Karibu sana mama, karibu chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Karibu sana chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Karibu sana kwa wanamumu. Karibu sana mkoa wa Morogoro. <laughs>